Radio Kwizera FM elfu mbili na ishirini na sita aminia. Radio Kwizera FM elfu mbili na ishirini na sita aminia. Ezra. Habari. Habari. Miongoni mwa taarifa tulizo nazo ni pamoja na serikali yataka utekelezaji wa mradi wa kiwanda cha saruji cha Kasulu mkoani Kigoma uanze haraka iwezekanavyo. Madiwani na maafisa watendaji wakati halmashauri ya wilaya ya Geita mkoani humo watakiwa kuwa makini kwenye taarifa za mapato na matumizi kata zao. Na rais wa zamani wa Brazil, Jair Bolsonaro, hatarini kuvuliwa hadhi ya kijeshi. Habari kamili. Kasulu. Watendaji wa kata na vijiji katika halmashauri ya wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuhamasisha wananchi kushiriki zoezi la upandaji miti ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Wito huo umetolewa na katibu tawala wa wilaya Kasulu, Bi Teresia Mtewele wakati akifungua kampeni ya utunzaji wa mazingira kwa upandaji wa miti katika kata ya Makere, kupitia miradi ya elimu inayotekelezwa na shirika la kuhudumia watoto duniani UNICEF, chini ya ufadhili wa serikali ya Canada. Bi Mtewele amesema jitihada hizo zinalenga kukabiliana na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi katika halmashauri hiyo, huku akieleza ta akizielekeza taasisi za elimu kusimamia zoezi la utunzaji wa mazingira ili kufikia malengo. Viongozi wa kata na vijiji, tuendelee kuhamasisha wananchi wetu kushiriki kikamilifu katika upandaji na utunzaji wa miti, na pale mtakapokwama, basi tutakuja kuwasaidia kuendelea kuhamasishana ili tuweze kujenga kasuru moja na taifa moja la Tanzania. Walimu na wanafunzi, tuhakikishe elimu ya utunzaji wa mazingira inakuwa sehemu ya utamaduni wa shule. Wataalamu wa mazingira na kilimo, tuendelee kutoa elimu ya vitendo juu ya namna bora ya kupanda na kutunza miti ili Kustawi. Kupitia si. Kwa upande wake mratibu wa shirika la UNICEF halmashauri ya wilaya Kasulu Michael Ngobe amesema jumla ya miche 10000 itagawiwa kwa wananchi pamoja na taasisi za serikali ikiwa ni sehemu ya kuimarisha swala la utunzaji wa mazingira. Geita. Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Geita bwana Karia Magaro ametoa wito kwa madiwani na maafisa watendaji wa kata wilani humo kuzingatia na kuwa makini kwenye taarifa za mapato na matumizi ndani ya kata zao. Magaro ametoa wito huo jana wakati wa mkutano wa kawaida wa robo ya pili wa baraza la madiwani wa mwaka 2025/2026 uliofanyika ukumbi wa mikutano wa halmashauri ya Geita. Nzera Amesema kila kamati ya maendeleo kwenye kila kata ina muda wa kutosha kufanya tathmini ya kina ya mapato na matumizi, na penye changamoto inaweza kushirikiana na kamati ya kata nyingine kwa maslahi ya wananchi na halmashauri. Taarifa ya mapato na matumizi ni taarifa muhimu sana, kwa hiyo ni vema kila mheshimiwa diwani, kwa kuwa yeye ndiye kiongozi wa wadisi na taarifa hizi kwa kuwa zinawasilishwa kotala, kwa hiyo muda unatosha kabisa kwamba mtendaji akishirikiana na mheshimiwa diwani katika kata yake, wao wamefanya kikao cha WDC na taarifa ya mapato na matumizi tayari imesomwa na tuione huku ikae katika kumbukumbu kumbu. Mkutano huo wa baraza la madiwani wilayani Geita umebeba ajenda kuu ya uwasilishaji wa taarifa ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika kila kata kwenye kata zote 37 za halmashauri ya wilaya hiyo, kuanzia Oktoba mpaka Desemba mwaka 2025. Dodoma. Serikali imesema kasi ya utekelezaji wa mradi wa kiwanda cha saruji cha Kasulu mkoani Kigoma imekuwa ni ndogo, hivyo inataka utekelezaji wake uanze haraka iwezekanavyo, naibu waziri wa viwanda na biashara Denis Londo ametoa kauli hiyo bungeni jijini Dodoma leo alipokuwa akijibu swali la mbunge wa Kasulu vijijini, Edibili Kinyoma aliyehoji lini ujenzi wa kiwanda cha saruji cha Kasulu utaanza kuzingatia mwekezaji alishapewa eneo hilo kwa miaka mitatu iliyopita. Amesema kuwa eneo hilo katika kata lililopo katika kata ya Kagera nkanda katika wilaya ya Kasulu lilitolewa kwa mwekezaji wa kampuni ya Taseko Limited kutoka Burundi kujenga kiwanda cha saruji na mwekezaji huyo yupo katika hatua za kufanya tathmini ya kina ya upatikanaji wa malighafi kama vile klinka, gypsum na pozolana. Hata hivyo, serikali amesema imesema kasi yake imekuwa ndogo katika utekelezaji wa mradi huo ambapo kwa sasa inataka iendelee kumuhimiza kuhakikisha kwamba mradi huo unaanza utekelezaji haraka iwezekanavyo. Radio Kwizera Habari. Kimataifa. Kimataifa. Brasilia, mahakama ya kijeshi nchini Brazil imetangaza azma ya kuanza uchunguzi utakaoamua endapo itapaswa kumvua hadhi ya kijeshi Rais wa zamani wa nchi hiyo, Jair Bolsonaro. Raisi wa Mahakama Kuu ya Kijeshi, Maria Elizabeth Rocha, amesema mahakama hiyo itajadili ombi lililowasilishwa na waendesha mashtaka kumtangaza Bolsonaro na makamanda wengine wa ngazi za juu kutokuwa na haki ya kubakia na vyao vyao na mafao kutoka jeshini. Hii ni mara ya kwanza kwa mahakama hiyo kuanza mchakato wa kumvua cheo jenerali wa kijeshi Bolsonaro mwanajeshi wa zamani aliyekuwa na cheo cha captain alihukumiwa kifungo cha miaka 27 jela na mahakama ya juu mwezi Septemba 2025 baada ya kukutwa na hatia ya kupanga njama za kusalia madarakani kufuatia kushindwa kwake na rais wa sasa Luiz Inacio Lula da Silva kwenye uchaguzi wa mwaka 2022. Washington, rais wa Marekani Donald Trump amesaini sheria ya kuongeza muda wa programu ya biashara yenye masharti nafuu kati ya nchi yake na Afrika hadi tarehe di 31 Disemba ya mwaka huu. Mwakilishi wa biashara wa Marekani Jamieson Gray amesema ofisi yake sasa Itashirikiana na baraza la Congress mwaka huu ili kuifanya programu hiyo kutoa fursa zaidi za soko kwa ajili ya bidhaa wakulima na wawindaji wa Marekani ili kuendana na sera ya Marekani kwanza ya Rais Trump. Programu hiyo inayoitwa kwa kifupi AGOA ilianzishwa kwa mara ya kwanza mwaka elfu mbili ili kutoa fursa ya soko lisilo na ushuru kwa bidhaa za mataifa Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara ifikapo mwisho wake. Ilifikia mwisho wake mwezi Septemba mwaka jana na kuhatarisha usalama wa nafasi za ajira kwa mamia kwa maelfu ya Waafrika. Licha ya mwezi uliopita baraza la wawakilishi kupiga kura ya kuiongezea muda wa miaka mitatu, baraza la seneti ilipunguza hadi kuwa mwaka mmoja tu unaoishia mwishoni mwa mwaka huu. Miongoni mwa habari tulizokuletea ni pamoja na serikali yataka utekelezaji wa mradi wa kiwanda cha saruji kilichopo wilayani Kasulu mkoani Kigoma uanze haraka iwezekanavyo, madiwani na maafisa watendaji wa kata halmashauri ya wilaya ya Geita mkoani humo watakiwa kuwa makini kwenye taarifa za mapato na matumizi kwenye kata zao, na rais wa zamani wa Brazil Jair Bolsonaro hata lini kuvuliwa hadhi ya kijeshi. Waza Wazua, msikilizaji, kwenye maisha hangaikia kufanikiwa, ukifanikiwa, wasifu na hadhi vitakufuata vyenyewe. Waza Wazua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Saa kumi alasiri utaletewa duru habari. Mimi ni Zawadi Bashemela, asante kwa kusikiliza Radio Kwizera. Habari tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook at Radio Kwizera, Instagram, X na TikTok at Radio Kwizera FM underscore, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz.